Tayari imetimia saa sita kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza ni muhutasari wake. Tanzania leo inaadhimisha miaka 26 tangu kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Muleba mkoani Kagera imewahakikishia wananchi wa wilaya hiyo usalama kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na kundi la wanamgambo la ADF linadaiwa kuwaua watu 19 katika kijiji cha Mukondo, tarafa ya Rubelo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Mbea. Tanzania leo inaadhimisha miaka 26 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ameungana na viongozi wa dini, waumini, pamoja na wananchi mbalimbali mbali katika ibada maalum ya kumwombea hayati Mwalimu Nyerere. Ibada hiyo imefanyika leo katika kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi jiji lililopo Mwanjerwa mkoani Mbeya, na ibada hiyo imeongozwa na Askofu Mkuu wa jimbo Katoliki la Mbeya Muhasham Gelvas Nyaisonga. Katika ibada hiyo, viongozi mbalimbali wa serikali na chama watumishi wa umma pamoja na wananchi walimkumbuka Mwalimu Nyerere kwa mchango wake mkubwa katika kujenga misingi ya umoja amani na maadili nchini Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia Oktoba 14 mwaka 1999 katika jiji la London nchini Uingereza, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu. Muleba. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Muleba mkoani Kagera imewahakikishia wananchi wa wilaya hiyo kuwa hali ya usalama imeimarishwa kuelekea siku ya upigaji kura ya Oktoba 29 mwaka huu. mkuu wa wilaya hiyo Dkt. Aberi Nyamahanga amesema kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, utulivu na uwazi bila vitisho wala vurugu za aina yoyote. Aidha, Dkt. Nyamahanga amewahimiza wananchi kuendelea kudumisha umoja na mshikamano kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwani tofauti za kisiasa zisivurugi amani iliyopo katika wilaya hiyo ni haki yangu ya kikatiba kupiga kura. Jukumu la serikali ni kuhakikisha kwamba mwananchi anaamka siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi kwenda kupiga kura, asizuiliwe na mtu mwingine yeyote asibuguliwa na mtu mwingine yeyote. ya Yaani serikali, hata mimi mwaka usiku navaa, anavaa, natulia hivi, napiga mluzi, nananaye msumbua mwananchi kwa nini? Kwa sababu ni wajibu wetu kulinda raia wakatende yale ambayo ni haki ya kikatiba bila kubugudhiwa na yeyote. Mimi bado naupenda ukuu wangu wa wilaya, nitahakikisha wananchi wa wilaya Mreba mpo salama, mnakwenda kupiga kura kwa utulivu, kwenda kutekeleza lile jukumu letu la kikatiba ambalo limeainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Mleba bwana Huseni Ruehumbiza amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwenye vituo ambavyo wamejiandikisha na kuachana na dhana potofu ambayo inaenea kwenye mitandao inayochochea uvunjifu wa amani. Mwanza, katibu mkuu wa wizara ya nishati mhandisi Felchesmi Mramba amewaagiza wajumbe wa baraza la ushauri kwa wateja wa Eura yani Eura CCC kwenda kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutumia nishati safi nyumbani. Ameyasema hayo jijini Mwanza wakati wa uzinduzi wa baraza la tatu la Eura CCC na mafunzo kwa wajumbe wapya, ambapo amesema matumizi ya nishati safi yameongezeka kutoka asilimia 6.9 mwaka 2022 hadi kufikia asilimia 23 mbili mwaka huu. Aidha, Bwana Mramba amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuunga mkono mipango ya kuongeza upatikanaji wa, wa nishati safi vijijini na mijini kwa kutoa elimu endelevu na kuhamasisha matumizi ya teknolojia mbadala zinazolinda afya na mazingira. Wengi huwa hawalielewe somo hilo, wajibu wenu pia kuelimisha, hiyo itawahamasisha watu ambao hawatumii umeme waweze kuhama na kuanza kutumia umeme, kwa sababu saa hizi umeme hukuwa wa kutosha na ni rahisi sana kwa Tanzania kutumia umeme. Kwa hiyo tukiwapa taarifa ya chini kidogo, wengi watahama, wengi watatumia umeme. Hata hapo tu tulipo sasa hivi, kupikia umeme ni rahisi zaidi kuliko eh, kupikia gesi au ka mkaa. Aidha, mhandisi Mramba amesema serikali imejipanga kupunguza ushuru wa kupikia ili kusaidia wananchi kupata nishati safi kwa gharama nafuu zaidi, hatua na inayolenga kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa na hivyo kulinda misitu nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Lubero Kundi la wanamgambo la ADF linadaiwa kuwaua watu 19 katika kijiji cha Mukondo, tarafa ya Rubero mashariki mwa DRC, huku mamia wakazi wakikimbia makazi yao. Kiongozi wa asasi za kiraia wa eneo hilo, Kambale Maboko amesema kati ya waliouawa 16 ni raia na mmoja ni askari wa Kongo huku wengine kadhaa wakitekwa nyara. Msemaji wa jeshi la taifa katika mkoa wa Kivu Kaskazini Luteni Marco Elongo yeye amesema wanamgambo hao wamevamia kijiji hicho usiku wa manane, ambapo taarifa za awali zilibaini vifo vya watu 13, ila baada ya uchunguzi miili 19 ndiyo ambayo imeokotwa. Amesema kundi la wazalendo pamoja na jeshi la taifa wanaendelea kuwatafuta wanamgambo hao na kueleza kuwa wengi wamekimbilia kijiji jirani cha Musienene, huku maduka na biashara nyingi vimeporwa na wahalifu hao. Kundi la waasi wa ADF limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya makazi ya wananchi katika tarafa ya Lubero na Beni, ambapo kwa mwezi Septemba mwaka huu zaidi ya watu 100 wameripotiwa kuuawa, swala ambalo mashirika ya kiraia yanaomba jeshi kuongeza nguvu ili kukabiliana na waasi hao. Washington, Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa atamkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House siku ya Ijumaa wiki hii kujadili mstakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Akizungumza akiwa njiani kutoka Mashariki ya Kati, Trump amesema mazungumzo hayo yanatarajiwa kujikita katika ombi la Kiev la kupatiwa makombora yenye uwezo wa kufika hadi Moscow, hatua ambayo Urusi imeitaja kuwa ni uchokozi mkubwa dhidi yake. Zelensky amesema ya tayari amempa Trump maelezo kuhusu idadi ya makombora wanayohitaji, akisisitiza kuwa mazungumzo ya kina yatafanyika ana kwa ana amesema anatarajiwa kujadili pia hatua za kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraini hasa baada ya mashambulizi mapya ya Urusi kwenye jiji la Kharkiv yaliyoharibu kituo cha afya na kukatiza umeme katika wilaya tatu. Ziara hii inatarajiwa kuwa kipimo muhimu cha uhusiano kati ya Kiev na Washington chini ya uongozi wa Trump. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Tanzania leo inaadhimisha miaka 26 tangu kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Muleba mkoani Kagera imewahakikishia wananchi wa wilaya hiyo usalama kuelekea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu